Mpenzi mfuatiliaji wa chanel yetu ya Bikira Maria Mama wa Huruma, tunaendelea na tafakari yetu ya Kwaresma. Hebu tuangalie leo, siku ya tatu ya Kwaresma, ambako Bwana wetu Yesu Kristo anaulizwa, wanamwambia kwamba wanafunzi wa Yohane Mbatizaji wanasema kwamba wenyewe wanafunga, lakini wanafunzi wake Yesu hawafungi wanaulizwa na Yesu anasema wanawezaje kufunga wakati bwanaharusi yuko pamoja nao? Kuna siku watakuja kuondolea yule bwana harusi, hapo ndipo wanapoweza kufunga anasema. Lakini hapa, ndugu yangu, katika kipindi hiki cha Kwaresma tuende na neno hilo hilo kwamba usifanye mambo kwa sababu fulani anafanya, usiige eti kwa sababu mtu fulani anatenda eti kwamba kwa sababu tu wanafunzi wa Yohana Mbatizaji walikuwa na funga, na wakwake wafunge. Hapana, funga yetu ya kwaresima hii isiwe kwa sababu fulani anafunga, au kwa sababu umesikia mtu fulani anafanya na unataka kufanya, au unatazama anafanya hivi na unapaswa kuiga hivyo. Hapana, unapoiga maana yake unatoa kopi ya kitu cha mtu. Unapaswa kuwa wewe mwenyewe, na kwa kawaida copy inafutika lakini origin inabaki kuwa origin. Na wewe ubaki hivyo ulivyo wewe, na imani yako, funga kutoka moyoni mwako kwa kadiri yako. Ishi kipindi hiki cha Kwaresma kutoka moyoni mwako na katika imani yako kwa kadiri unavyofundishwa na kwa kadiri ya maelekezo, lakini sio kwa sababu unaona mtu anafanya na wewe unafanya. Usio mtu wa kuigaiga. Mara nyingi tunasikia mtu anafanya hivi, anasema hiki anataka, hiki anataka, sawa na mimi nataka niige kwa wewe. Mwenyewe fundisho letu linatufundisha vema sana kuishi imani yetu vema kipindi hiki, kutafuta baraka, kutafuta neema, kutengeneza mahusiano na Mungu, kutengeneza mahusiano na watu. Kwa hiyo usichungulie fulani anafanya nini ukaiga, maana yake siku utakapokosa cha kuiga hautakuwa na kitu cha kufanya kama wewe mwenyewe. Ishi katika imani yako vizuri, kuwa mwaminifu vizuri, ishi Ukristo wako vizuri, ishi fundisho lako vizuri, ishi amri za Mungu vema, kuwa mwaminifu, kuwa mwadilifu, na hapo ndipo utakapoweza kufaidika na Kwaresma hii. Mungu akubariki.